Neno la Mungu katika kitabu cha Mithali sura ya 29 aya ya pili linasema, waadilifu wakifanikiwa watu hufurahi, waovu watawalapo watu huugua. Tunaomba watu wetu wasiugue. Ndugu mgeni rasmi, viongozi wa serikali katika nyakati tofauti tofauti wamesikika wakiwahakikishia wananchi kuwa uchaguzi wa mwaka huu utafanyika kwa misingi ya haki, usawa na uhuru. Tunaomba kauli hizi nzuri na za kutia moyo za viongozi wetu zionekane kwenye matendo katika hatua zote za uchaguzi, kwani baadhi ya matukio tuliyoyashuhudia katika jamii yetu hayaonyeshi kuwa watendaji au wasimamizi wa sheria wanatekeleza kile kinachoahidiwa na viongozi wetu, kinachoahidiwa akiendani na kile kinachotendeka. Ndugu mgeni rasmi, kwa muda mrefu kumekuwa na sauti zinazotaka katiba na sheria zinazosimamia uchaguzi katika nchi yetu zifanyiwe marekebisho au maboresho ili ziendane na hali halisi ya demokrasia vyama vingi katika nchi yetu. Inavyoonekana ni kuwa wanaonufaika na mapungufu yaliyomo katika sheria za sasa hawana haraka ya kufanya maboresho hayo. Na wale wanaojiona na wale wanaojiona wanaathirika na mapungufu hayo ndiyo wanaopaza sauti kutaka kufanya mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi. Wito wetu sisi maaskofu kwa mamlaka zinahusika ni kuwa sauti na vilio vya watu wanaotaka kufanyika kwa maboresho hayo ya katiba na sheria visikilizwe na visipuuzwe. Tunaomba marekebisho na maboresho stahiki kwenye mifumo ya uchaguzi yafanyike ili kuruhusu uchaguzi wa kweli ulio huru na wa haki katika nchi yetu. Vinginevyo, chaguzi zetu zitendelea kugubikwa na dosari nyingi kama ilivyoshuhudiwa kwenye chaguzi za miaka ya hivi karibuni yes. Umebahatika, umeshika dola, haina sababu. kwa kuwa wetu una dola, sasa unamwona Chadema na wanaitwa jina baya. Mimi usinipende hapo katikati, nilifurahi walikuwa wanasema chama rafiki itaiba. Basi hata hivyo, chama cha upinzani, maana yake kila anachosema hata cha kweli unakataa bana. Nchi yetu sote. Uchadema, ni Mtanzania huyu Mtanzania, huyu kafu Mtanzania, huyu. Chama cha ubabu cha mzee wangu mzee Hashim Rumbwe cha Mtanzania. Wewe CCM Mtanzania. Ni kipindi tu, hichi ni kipindi. Mungu kakubariki wewe, unatawala na umetua mamlaka, una mamlaka. Ukiwa ukiwa chama tawala una dola, una kila kitu. Lakini kupishana kwenu kwa hoja, kupishana kwenu kwa mitazamo, kupishana kwenu kwa sera kupishana kwenu kwa ilani kupishana kwenu kwa dini kupishana kwenu kwa maeneo mnayotoka, isiwachukue kuchindwa kutenda haki. Kwa muda mrefu kumekuwa na sauti zinazotaka katiba na sheria zinazosimamia uchaguzi katika nchi yetu zifanyiwe marekebisho au maboresho ili ziendane na hali halisi ya demokrasia vyama vingi katika nchi yetu. Inavyoonekana ni kuwa wanaonufaika na mapungufu yaliyomo katika sheria za sasa hawana haraka ya kufanya maboresho hayo, na wale wanaojiona na wale wanaojiona wanaathirika na mapungufu hayo ndiyo wanaopaza sauti kutaka kufanya mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi. Wito wetu sisi maaskofu kwa mamlaka zinahusika, ni kuwa sauti na vilio vya watu wanaotaka kufanyika kwa maboresho hayo ya katiba na sheria visikilizwe na visipuuzwe. Tunaomba marekebisho na maboresho stahiki kwenye mifumo ya uchaguzi yafanyike ili kuruhusu uchaguzi wa kweli ulio huru na wa haki katika nchi yetu. Vinginevyo, chaguzi zetu zitaendelea kugubikwa na dosari nyingi, kama ilivyoshuhudiwa kwenye chaguzi za miaka ya hivi karibuni.